Unajua, unapokwenda porini Afrika Mashariki kuna kiumbe mmoja tu anayetembea kama anamiliki eneo lote peke yake. Anatembea pole pole, lakini kwa kujiamini. Huyo ni mbuni, ndege mkubwa kuliko wote duniani. Ana urefu wa zaidi ya mita mbili na nusu. Ana uzito unaokaribia kilo mia na hamsini. Miguu yake ina vidole viwili tu, lakini kucha zake ni kali sana. Mbuni anakimbia kwa kasi ya kilomita sabini kwa saa, yaani haraka kuliko farasi. Pia ni ndege asiyeweza kuruka kabisa kutokana na uzito wake mkubwa. Macho yake ni makubwa kuliko ubongo wake. Jicho lake moja tu lina uzito wa gramu sitini na anaweza kukuona umbali wa kilomita mbili ndiyo maana ni vigumu kumkaribia bila yeye kukujua. Yai lake ni kubwa lina uzito wa kilo moja na nusu na ganda lake ni gumu kiasi kwamba unaweza kukaa juu yake bila kuvunjika. Mbuni jike hutaga mayai kati ya kumi hadi ishirini kwa msimu. Mayai yake ni makubwa kuliko ya mnyama yoyote. Baada ya kutaga mayai, hukaliwa kwa karibu siku 42 kabla ya kutotolewa vifaranga. Kikundi cha mbuni kinaweza kumiliki dume mmoja na majike kadhaa. Mbuni dume hulinda mayai na vifaranga usiku, wakati jike hulinda mchana. Mbuni anakula kila kitu, majani, maua, wadudu, mijusi, hata mawe madogo madogo ili asaidie kusaga chakula tumboni mwake. Mbuni anaweza kuishi bila maji kwa siku nyingi na joto la mwili wake linaweza kupanda hadi nyuzi 46, bila kuumia. Mbuni anaishi kwa muda mrefu sana ukiwalinganisha na ndege wengine. Kwa kawaida huishi miaka 40 hadi 45, na wengine wanaweza kufika hadi miaka 50.